Greeting, greeting, peace and love. Wagwan, Tanzania. Watagwan, Dar es Salaam, East Africa, Tanzania, Kenya, Uganda, South Africa, everywhere in Africa. Watagwan, Watagwan. It's another day, beautiful day. Welcome back to my YouTube channel. Vegan truck driver. Vegan truck driver. Kama kawaida bado tuko Pennsylvania hashusha mzigo, tunasubiri mzigo mwingine ili tuondoke. Bado hatujajua wapi tunaenda, ka tayari wa, wa Katayari. Katayari. Kupata simulizi hizi zinazotoka moja kwa moja kutoka United States of America. Everywhere in America you gonna see wagwan, you see wagwan in United States of America bado tupo, tupo Pennsylvania. Pennsylvania, tuko bado mashambani huku, na kupita sasa hivi ni mashambani. Haya ni mashamba, lakini wenzetu kidogo mashamba yayo tofauti na yetu. Miundombinu yao bado iko vizuri, nadhani unaona hayo madudu, hayo ni madudu ya kuhifadhia nafaka.

Wao wao wanatumia mishumaa wa wanatumia kendo, hawatumii umeme kabisa. mm -hmm. auaweshahwa hawatumii maji haya ya kawaida ya kunywa haya, kama watu wananua maji ya chupa, maji ya bomba, wao wanatumia maji ya visima, wao wanachimba visima, hawatumii electronic wa hawatumii electronic uh, kabisa hawatumii simu hawatumii hawaangalii TV hawameshawaangalii TV kabisa. alafu kitu kingine hawatumii hawa magari, unaona, hawatumii magari hawa watu hao, wanatumia magari ya kukokotwa na farasi, wanatumia magari ya kukokotwa na farasi si mrefu utaona magari yao yale yanayokokotwa na, na, na farasi sababu kwa sababu ndio nishaingia katika maeneo yao, nishaingia katika maeneo yao sehemu za kilimo, wanalima sana. Naona mbele sasa, unaona umeona eh? Una, kuna mmoja anakuja huko na gari linalokokotwa na farasi, unaona hao ndio ameshika, yaani hao wanatumia magari yanayokokotwa na farasi, unaona huyo huyo huyo, farasi mmoja huyo. Hao sasa hao ndo amesha. Mbona wengine wanatumia gari na kokotwa na, na farasi mmoja, ndani wanakuwa wawili, wengine wanakokotwa farasi wawili, wengine farasi wanne. Kwa hiyo kama vile sisi tunakuwa na gari yetu, labda unaiita hizi gari hizi ndogo hizi, labda Renault au wanaita hizi uh, gari ndogo hizi za milioni za laki nane siku milioni ngabii, ndio kama labda farasi mmoja. Farasi wawili gari yeah, linakuwa kubwa kidogo. Farasi wanne linakuwa ndio kubwa, sasa labda pickup truck hivi. Umeona bwana, wao niko maeneo yao sasa hivi. Nataka nikupe viando vyao vya wa watu wa maisha wanaoishi, wanalima sana, halafu hawa watu wanakula vitu natural niliwauliza kama naweza, nika join you kuishi huku, wakasema hauwezi kuishi huku kwa sababu uh, unatakiwa utoke kwenye one of the family, yani uzaliwe huku yani, uwetoka mdogo, uwezi tu ukaja uka jump in na ku join kwa sababu wana utamaduni wao wana culture zao. Unaona bwana, pia wa Amish ni wa Amish. Unaona gari lingine hapo pembeni hapo kwa hiyo takuwa naendelea kuzungusha kuku, kuku, Pennsylvania. Pennsylvania ni mji ambao uh, wa kilimo. Pennsylvania kipindi cha winter huko kuna baridi sana yani, katika katika mikoa yenye baridi, Pennsylvania ni one of them, one of them one of them. Pennsylvania is one of them. Una baridi sana. Sana uh, snow. Ni nyingi sana snow. Kwa sababu Pennsylvania iko karibu na iko karibu na state za za za Massachusetts. No, I mean uh, Boston. Massachusetts ni ni ni ni ni Boston. New York area. Unaona, bwana. Uh, New Jersey huko kote kuna baridi mona yeah. Na hata ukiangalia nyumba zao jinsi zilivyo, angalia mapaa yao, mapaa yao yako tofauti na, na state kama ya Florida. State ya Florida mapaa yake hayako kama ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya mikoa ambayo yenye baridi, mikoa yenye baridi, kwa sababu snow ni nyingi mapaa yako na yako shap pembe tatu ile lile bati lile aliko, aliko flat sana, liko na pembe tatu ile ambayo angle, ndakuonyesha. Ngoja ndakuonyesha kwa sababu gani? Kwa sababu snow inavyoanguka idondoke kiurahisi, ishuke kiurahisi, isikae. Ikikaa ikiwa nzito itaharibu paa, inaweza ikaliharibu paa kwa sababu snow inakuja kuwa nzito, jakuwa mzito ya yeah, Kwa hiyo ukiangalia hata ile paa pembeni hapo umeona, tunaulipita angalia paa lake jinsi lilivyo. Haya, farasi mwingine huyo jamani, huyo jamani, kiendo kingine hicho, huyo huyo bwana gari <laughs> <Uo dragilio>. <Emini> hiyo gari hiyo hatari eh. Unajua kuna vitu vingine tukiwa nyumbani tukiwa tunafikiria kuhusu Marekani tunakuwa ni hatufikirii kama kuna vitu vinaendelea vitu kama hivi, lakini hii ndio United States of America. Ni nchi moja kubwa sana, kubwa sana unaona. State zake ni kubwa sana, mikoa yake ni mikubwa sana unaona, mikoa yake ni mikubwa sana huyo, sio huyo, sio huyo, sio ah, ndio, ndio, yeye, yeye, Amesh, Amesh, eh, huyo Amesh. Umeona, kwa hiyo kuna vitu vinaendelea hapa Marekani. Tukiwa nyumbani hatuvioni, tukiwa nyumbani tunaona tu New York siri. Umeona bwana, sijui tunaona, tunaona uh, New York pale downtown nani kwenye nini pale, alikwenda nani jamaa, kuna wa jamaa kija tu akija, wanaenda wana, wana, wana kupiga picha pale, sio sema hala nani itua, nani aitwa nani, jina yake, jina yake na sana. Umeona bwana, umeona ameishiwe nani huyu, weka chini kwenye comment yako, jina yake nimelisahau. Wanaenda kupiga pale square time, watu wengi wakija Marekani wanakuja wana kupiga picha wanachukua video square time, unaona bwana, ma sehemu tofauti tofauti, hawaji sehemu kama hizi kwa kuonyesha kwa, kwa, kwa, kwa, kwa watu nyumbani, kwa Marekani iko vipi, katika kila engo Asa mimi ninachojaribu kufanya na kupeleka kila engo ya Marekani na kukuonyesha Marekani agambo vipi, kunana mtu mwingine aelewi kama kuna watu kama awo hawatumii wa wa, wa umeme wako Marekani, lakini hawatumii umeme, wanatumia maji ya kisima. Kazi yao wa wa ni wakulima na ufugaji, unaona. Kazi yao ao kulima na ufugaji, unaona. kondoo wao Ona, hao ndio kazi yao. Mona bwana eh. Mtu mwingine ukimwambia labda akaja Marekani, anaweza mtu akaja Marekani akakaa miaka miaka hata mitano, hajui kama kuna watu kama hao mona. Lakini sasa inategemea mtu huyo aliyekuja huko akapata opportunity ya kuzunguka kama ninavyozunguka mimi. Mimi naelewa hivi vitu kwa sababu nazunguka all over kwa sababu yani America, yaani nishazunguka steti zote so nishazunguka steti zote kwa hiyo na, naona vitu vingi sana kwa hiyo hivi vitu navyoona nataka kushia na wewe kwa sababu wewe huwezi kufika sehemu kama hizi sio kama huwezi kufika kwa sababu gani kwa sababu ya nature ya kazi yako nature ya kazi yangu mimi inanifanya niweze kufika sehemu zote kama hizi umeona hapa niko, niko, niko, niko, niko. bado niko shambani huku jamani Msione kwa sababu kuna kuna traffic light, mkafikiri kuna mjini huku, bado ni mashambani. Msione mabasi, school bus huku mbass, mashambani. Watoto wanaenda shule kama kawaida, shule zina quality nzuri, nyumba zina quality nzuri kama hizo ninavyokuambia kuhusu mapaa. Unaona paa kama ile hapo jinsi lilivyo hapo kushoto. Liko sharp kwa sababu snow inavyoanguka inakuwa ina ina, ina ina inateleza ina tutap, inateleza tutap. Unaona bwana? Afikiri kwa nyero utakuwa umenisoma. Umeona yeah. Kwa hiyo watu wengi ambao hata hapa kwa Marekani, watu wengi wako hapa lakini hawajapata uh, opportunity ya kuzunguka sehemu kama hizi na kuona uh, wagwan, umeona, na kuona vitu gani vinavyoendelea huku sehemu kama hizi. Umeona bwana? Umeona? Kwa hiyo mimi nimepata hiyo hivyo, na kwa nini nisishare na nyinyi wenzangu ambao na, na, na, na, nataka kujua na interest ya kujua upande wa pili wa dunia, kitu gani kinachoendelea. Hata wa wa Marekani, hata wao wa Marekani wanasika kuhusu Afrika, vitu wanavyoviona kuhusu Afrika ni watoto, matumbo makubwa, mtoto ana nguo, mtoto ana mainzi usoni, anamfata matongotongo makamasa na mtoka hivyo ndio vitu ambavyo Wamarekani wanavijua kuhusu Afrika, lakini hawajui upande mwingine wa Afrika uko vipi. Hawajui kama wakienda kuna sehemu wanaweza kukutana na nyumba kama iliyokuwa California ipo Tanzania mona bwana, wanaweza kukutana na nyumba kama iliyokuwa Florida ipo Tanzania mona, hawajui kwa sababu kupewa information. Sasa mimi najaribu kuanajaribu kuwapa information right. Watu right, uh, ambao wapo all over kujua what's going on in USA. Sasa nilikuwa naongelea kuhusu hii nchi. Nchi ni kubwa sana, niko Pennsylvania. Kuna kama nilivyosema, huku kuna baridi sana huku kipindi cha baridi, huku barafu ni nyingi sana ndio maana nyumba zao hapa, sijui kama unaliona lile paa lile pale. Ngoja nikuoneshe paa pa, pa, pa, e pa, kama utaliona e pa, oh! ile hapa ile lipaa ilipaa, tunaona jinsi lilivyo shape yake ile ile pembe tatu yake iko sharp sana. Kwa sababu gani? Kwa sababu Barafu pale inavyoanguka inakuwa ina ina inadondoka kiurahisi, haikai. Sasa ukitengeneza la flat, ukitengeneza la flat barafu itakaa, kisha kaa, ikiwa nzito inalidamage, inaweza hata kulidondosha sababu. So, barafu ni nzito sana yeah, barafu ni nzito sana. Kwa hiyo hicho ndio kitu ambacho nilikuwa nataka kuku vegan